Uhaligani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei 15 siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa za zopea kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kulengazia gazeti lako la Mwananchi kwenye habari kubwa zopea kipaumbele. Tunaanza na habari inayosema wazee tuma kwa namba hii wanazidi kuongezeka. Kwenye gazeti la Mwananchi nasema wazee tuma kwa namba hii wanazidi kuongezeka. Lakini Chadema, msajili bado kwa fukuta. Chadema e, na msajili bado kwa fukuta. Wagomea uamuzi wa kuwatengua kinamnyika Lema kama kamati kuu. Heche asema akitaka akifute kileo. E, Moza asenga wajitoa Chadema. Habari inaendelea ukurasa wa nne. Lakini wachina Kariako, mjadala bungeni. Wachina wa Kariako, mjadala bungeni. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Majimbo mapya yafumuliwa vita ya ubunge, watiania. Majimbo mapya yafumuliwa vita vya wabunge na watiania, habarini ukurasa wa tatu. Dkt Mwinyi ajuta kuto kumweleza ukweli Charles Hilary akiwa hai. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele lakini gazeti la Mwanahalisi na lenyewe asubuhi ya leo linaandika Mbowe mtukati zamani na sasa, Mbowe mtukati lakini. Kishindo majimboni, kishindo majimboni, wabunge walioenguliwa na JPM wajipanga kurudi bungeni, wabunge walioenguliwa na JPM wajipanga kurudi majimboni. Lakini utitiri wa kodi warejea, utitiri wa kodi warejea, ni habari kwenye gazeti la Mwanahalisi ukurasa wa mbele na gazeti lako la Mtazamo Mpya lenye lina habari inayosema waziri Jafo, Luhanga, Mpina wavurugana bungeni. Waziri Jafo na Ruhanga, Mpina wa vurugana bungeni. Mpina ataka wizara ya viwanda ifutwe, asema inachangia kuua biashara nchini. Jafo aeleza amezoea kupinga pinga kila jambo. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu wa gazeti lako la Mtazamo. Lakini Tanzania na Moroko kuimarisha ushirikiano teknolojia na nishati tasafu ya mwenzi hayati Msuya kwa vitendo Sanga ampa kongole Kabati kwa kuibana serikali. Lakini TRA ya watengea wabunifu shilingi milioni mia moja TRA ya watengea wabunifu shilingi milioni mia moja ni watakaozalisha wazo bora ubunifu kuongeza wigo na ulipaji kodi. Lakini Rais Dr Mwinyi: taifa lina wajibu wa kumwenzi Charles Hilali kwa utendaji wake. Hii ni habari kwenye gazeti la Mtazamo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo linaanza na habari inasema: Mavunde kuzindua kamati ya chama cha wasambazaji sekta ya madini, Tanzania. Mavunde kuzindua kamati ya chama cha wasambazaji sekta ya madini Tanzania. Lakini madaktari bingwa wa mama Samia, watu wa same na Tanzania Cote d'Ivoire zafungua milango ya biashara Tanzania na Cote d'Ivoire zafungua milango ya biashara. WMA ya hakiki vipimo asilimia 99 ya lengo. Serikali itaendelea kutekeleza miradi ya umeme maeneo ya kimkakati. Huyo ni Kapinga atoa neno ya barini, gazeti lako la mwanahabari ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la uhuru na lenyewe lina habari kubwa asubuhi ya leo linasema Tanzania ya tatu kuvutia wawekezaji. Huyo ni Dr Mwigulu asema Tanzania ya tatu kuvutia wawekezaji lakini kuna habari asema Tanzania Finland kuongeza maeneo mapya ya ushirikiano. Tanzania na Finland kuongeza maeneo mapya ya ushirikiano. Rais Samia asema ni katika, eh, katika sekta ya uchumi wa bluu, nishati safi, elimu na kisiasa, kwa upande wa bunge, pia katika mashauriano ya kidiplomasia, biashara, utalii na uwekezaji wa wadau wa sekta binafsi. Lakini historia yaandikwa, sekta ya viwanda, Majaliwa tutaanzisha safari za ndege Ivory Coast na Nigeria. Huyo ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa asema e, tutaanzisha safari za ndege e, Ivory Coast Nigeria. Lakini Charles Hilali azikwa Rais Mwinyi awapa ujumbe wa ajiri. E, Charles Hilali azikwa Rais Mwinyi awapa ujumbe wa ajiri. Na Dr. Mpango ataka bustani za mimea kutengeneza dawa. E, Dr. Mpango ataka bustani za mimea kutengeneza dawa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini Mwanajamii, gazeti lako la Umoja na Amani linaandika hotuba ya bajeti ya wizara ya nishati ni hotuba ya matumaini. Dkt. Biteko aahidi umeme wa uhakika, gesi asilia, mafuta kutoa michango pato la taifa. Lakini wizara ya ujenzi ya wakuna wa bunge, wizara ya ujenzi ya wakuna wa bunge. Hotuba ya bajeti ya wizara ya ujenzi inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanajamii. Lakini Zanzibar leo gazeti lako linaandika Asma Mwinyi awas Uh, wauguzi kuzingatia maadili. Dr. Mwinyi aongoza mazishi ya Charles Hilali. Serikali kusajilisha uh, wawekezaji binafsi miradi ya kimkakati. Lakini Waziri Masudi aonya wanaotaka kuchezea, uh, kuchezea amani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti la Tanzania leo lenye habari kubwa inasema ineki wananchi mikoa 16 yajitokezeni uboreshaji daftari la awamu ya pili. Lakini Moroko yawapongeza Rais Samia usimamizi bora wa sekta ya nishati. Moroko wampongeza Rais Samia usimamizi bora wa sekta ya nishati. Lakini Watanzania waitana fursa za Dr. Samia. Watanzania waitana sek... fursa sekta za Dr. Samia. Lakini Tundulisu azidi kukimbiwa vigogo watano wa Chadema Dar es salam nao wajitoa. Jafo ataja mafanikio miaka minne ya Dr Samia, bunge lapitisha bajeti ya bilioni 135.78 wizara ya weza hiyo. Ni habari inaendelea ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la Tanzania Leo, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini rais Dr Samia Suluhu Hasani ampokea mgeni wake rais wa Finlandi, Alexander Stubb, ikulu Dar es Salaam jana. Lakini Tanzania na Cheki kuondoa utozaji kodi mara mbili, Tanzania na Cheki za kuondoa utozaji kodi mara mbili. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo ukurasa wa mbele ipata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge linaandika, Dr. Mwinyi aahidi kumwenzi Charles Hilali. Mavunde kuzindua chama cha wasambazaji madini. Dr. Jafo awasilisha, awasilisha bajeti ya kazi 2025, 2026. Aiomba bunge bajeti ya bilioni 135.7 kwa mwaka wa fedha bunge la ridhia kwa kishindo ahidi serikali kuendelea eh, na juhudi za kuimarisha mradi mla, eh, mradi ya Liganga na Mchuchuma wa iva fidia bilioni 15.4 kwa wananchi waliopisha mradi huo, lakini bilioni 17 kusambaza umeme kwenye vitongoji Singida. Bilioni 17 kusambaza umeme kwenye vitongoji Singida eh hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, ukurasa wa ukura mbele. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika Samia amsha shangwe Mbagala. Samia amsha shangwe Mbagala, amwaga dola milioni 6.4 za kujenga kituo cha kupozea umeme. Lakini Chadema kimenuka, vigogo wanachama 50 watimka. Chadema kimenuka, vigogo wanachama 50 watimka. Rais wa Finlandi atua Tanzania. Rais Mwinyi aongoza mazishi ya kumkamilisha e, safari ya Charles Hilali. Yuna habari kwenye gazeti lako la uelekeo ukurasa wa mbele pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako Raia Mzalendo ukweli na uwazi unaandika utapeli watuma kwa namba hii waendelea kushika kasi. Luhaga Mpina ataka Wizara ya Viwanda na Biashara ifutwe kisa bidhaa feki. Rais Dr. Samia ampokea mgeni wake Rais wa Jamhuri ya Finland Ikulu. Chadema sikio la kufa Hama, hama ya somba vigogo. Lakini St. Anna Meri Akademi watoa msaada wa kituo cha yatima Dar es Salaam. St. Anna Meri yatoa msaada wa kituo cha watoto yatima Dar es Salaam yajivunia kutoa wanafunzi bora wengi kitaifa. Lakini kwa heri Charles Hilali umeacha alama isiyofutika, eh, kwa heri Charles Hilali umeacha alama isiyofutika. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Tanzania na Moroko kuchezea ushirikiano, Tanzania na Moroko kuchochea ushirikiano ni katika sekta nishati, matumizi ya teknolojia ya kupewa kipaumbele. Moroko yampongeza Rais Samia kwa usimamizi bora wa sekta hiyo, lakini Tanzania yazidi kupaa kibiashara na kiviwanda. Ione habari ukurasa wa nne. Tanzania na Cheki zatia saini mkataba wa kuondoka utozaji kodi mara mbili. Chadema Temeke, tupo imara, hatuna mgawanyiko wowote. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira. Lakini ukurasa wa juu kabisa kuna habari inayosema no reform no election inavyozidi kukimbiza wanachama Chadema, e, wanachama Chadema wakimbia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Taifa Leo linaandika mitume tisa wa rais, mitume tisa wa rais Gachagua anavyorudia makosa, mateso ya Wakenya uarabuni lakini Trump afuta vikwazo vya kwa Syria. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la taifa leo ukurasa wa mbele, lakini habari kubwa ni mitume tisa wa raisi na Gachagua anavyorudia makosa. Lakini habari leo gazeti lako linaandika mama e, mamia wa mzika cha Hilal mwenye msifu zalendo. Lakini Samia ataja fursa uhusiano wa e, Finland. E, Samia ataja fursa uhusiano e, na Finland. Yuna habari ukurasa wa pili. na tuna Tanzania ya ng'ara mauzo ya bidhaa Afrika na Marekani mchango wa viwanda biashara juu pato la taifa. Bunge la taka mapi, mipaka biashara wageni na wazawa. Yuni habari ukurasa wa tatu. Lakini mpango wa taka bustani kutafiti dawa majariwa. Biteko wanadi fursa Ivory Coast na Morocco. Yuni habari ukurasa wa nne kwenye gazeti lako la kula habari leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. na tukiachana sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania. Sasa tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani eh, kwenye magazeti eh, asubuhi ya leo. Naanza na gazeti la kula habari leo lenye ni kwenye michezo linaandika eh, fainali under 20 kwanza Mei 19 Dar es Salaam, lakini miludi kutoa fursa eh, samia miludi kutoa fursa eh, bado kuna habari inayosema eh, KMC Kagera Sugar eh, yajitafuta E, Kagera ya shuka KMC yajitafuta. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo ukurasa wa michezo, lakini bado kuna habari inayosema kivumbi nusu fainali Afcon under 20 na Simba yatua salama Casablanca. Lakini gazeti lako la majira linaandika Simba watinga moroko kwa kishindo e, Simba watinga Morocco kwa kishindo wasema haina haia kufeli RC Berkane waingia mchecheto. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la majira. Yanga yaweka wazi michezo iliyobaki. Yanga yaweka wazi michezo iliyobaki. Lakini gazeti lako la Raia Mzalendo linaandika Kaseja na mwachia Mungu Kosto, tutajipanga msimu ujao. Alonso apokewa kwa shangwe Real Madrid lakini Kaliongala akubali yaishe a KMC. Iyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika Mpanzu, bado nipo sana. Simba hawashangaa wanaohusisha na isivita lakini Yanga waitaka Simba fainali CRDB, shirikisho ya mwinda kocha wa zamani wa Mamelodi, huyo ni Mokwena. Kagera shuga ya pishana na Mtibwa shuga, mmoja anapanda, e, mmoja na shuka. Lakini Wamachinga linaandika Deus Kaseke sasa lulu ligi kuu, Deus Kaseke sasa lulu ligi kuu. Yanga hatuhitaji kujua alama za watu, lakini Fadlu unahitaji sare tu Moroko. Maxime ya shukuru kutoshuka moja kwa moja ligi kuu. Mtibwa tumepanda na tumejipanga ligi kuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la wamachinga ukurasa wa michezo. Lakini kwenye gazeti eh, lako la mwanaspoti eh, lenyewe kwenye kurasa za michezo linaandika live kutoka Moroko, simba yaonyesha ukubwa. Lakini mzizi akomaa vita mpya ya ibuga E, mzizi ya koma vita mpya yaibuka. Man United yafuta sherehe za tuzo, lakini beki Azam aandika rekodi mbili. Miaka ishirini ya Kagera, Kagera ya shuka ikiwa sebuleni. Miaka ishirini ya Kagera ya shuka ikiwa sebuleni. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mwanaspoti ukurasa wa mbele. E, lakini habari kubwa ni live kutoka Moroko, Simba waonyesha ukubwa. E, na gazeti lako la mwanaspoti asubuhi ya, ya leo ndio inatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini. Asubuhi njema.